Sisi Simba yetu sasa hivi inacheza mpira mkubwa sana, si ndio? Na ukiangalia kuna mda tunatakaga, tuna misiga yale matokeo ya kujipa stresi. Kwa hiyo, kuna mda kama hatuwezi kufungwa, tunajifunga wenyewe, au tunaweza tukaipa ugumu wa mechi ili tupate testi, ili uwanja uchangamke, si ndio? Hebu haza kila mechi tukija tushinde goli tatu kipindi cha kwanza kila mechi ndio tushinde kwa tatu kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kuna muda tunajipa stress wenyewe, ya kama tunajitikisa ili tupate vibe kidogo kama hii unavyoiona. Hembu hata tungekuja hapa tungempiga tatu kipindi cha kwanza, la ingekuwepo. La isingekuwepo. Lakini tuipate la, tuipate vibe lazima tumcheze mpira kama huu, si ndio? Kuna muda mnakaa mnajipa mnajipa stress kidogo ili mpate vibe kama unaliona. Sio mbona watu wanapiga ngoma mziki mkubwa? Watu tuna enjoy Simba Sports Club tunavaa mashati mazuri tuna enjoi eh, unakunywa juisi unafurahi. Simba la waandishi waandishi am, amieni Simba andishi, kama ah, waandishi kama mna timu waandishi, nakupeni ushauri wa bure hili tesi zipungue. Kama umeachwa na mkeo, kama umeachwa na mumeo, amia Simba, Simba la waandishi narudia. Ah, nasema tu kama umeachwa na mkeo kama umeachwa na mumeo si, amieni simba, simba la mbona sisi hapa tuna stress? Ngoma hiyo hapo, ngoma silo, ngoma silo hapo. Sisi hapa wenyewe na simba tuna furahi. Sikiliza, sasa hivi mtu akitafuta makosa ya simba, kama trendi zake ili akosoe simba, sasa hivi trendi zao zinashuka, followers za watu zinashuka, yaani ili followers zao wapatikane hivi trendi zako zipatikane uikosoe Simba. Sasa hivi fa wanashuka, kuna watu hapo mapolini sasa hivi a wameshuka sasa hivi. Sikiliza, sisi tumebakisha kiporo kimoja na mechi tatu, mechi tatu na kiporo kimoja. Swali gani nini? Kuna muda sisi tunajipa stress, jamani wanasimba Yaani, ukija uwanjani tuanze kushinda goli tatu, kuna raha hapa, kuna raha. <muchilie> Hey, tumeamua tu wenyewe tupate stresi. Kipindi cha kwanza kaamua kuachia, na sisi tulimshauri Kamala, kipindi cha kwanza kikianza, achia goli tupate stresi. Hai, mechi hawezi kuisha hivyo. Simba hii mechi hawezi kuisha hivyo. Tumemshauri Kamara, tumeshauri benchi la ufundi, tumezidi kuwa na furaha furaha. Ikizidi sana, mashabiki watakuwapo hawajai. Kwa hiyo kuna mda tupate stress, ndo kama vile kachia goli la kwanza, tukaingia kwenye mfumo, jamani eh. <coughs> budo budo, <coughs> <coughs> budo. Kama ulisikia shabiki wa Simba yoyote anakukosoa, kwa heshima yangu kwa Budo, unaomba msamehe kwa kweli, budo kama kuna shabiki wowote wa Simba nisikilize, usiniingilie kwenye maongezi yangu, usiingie kwenye maongezi muombe msamaha budo. Kama kuna shabiki wowote wa Simba alikudharau wewe, naomba msamaha tunaomba msamaha Budo. Sisi Budo tulikuwa tunajiuliza, wana Simba, Budo ni mchezaji mkubwa Afrika manacheza chini ya kiwango. Na kupeni siri, Budo itakwa aachwe. Sisi tukakaa kikao chetu cha management of clearance, tulikaa tukasema, Budo huyu hawezi kuwa mbovu. Tukaenda kugundua, Budo amemloga kikao chetu cha makachelo, tulikaa tukagundua Budo karogwa. Tulichofanya, tunamchukua Budo tukampeleka tu tu kwa wachungaji wawili, tumepeleka kwa kwani Musa, tumepeleka kwa Mampasa, shughuli imeisha. Budo huyo hapo umewole. Budo kuna mtu anaanza kumkataa Budo. Unamkataa Budo jibu le unamkataa Budo wewe unamkataa Budo? Una Budo. Una Budo. Una Budo. Una Budo, Budo ni mchezaji hatari Leo kipindi na Mandala Budo, nilihisi Mixoni karudi uwanja wote anazuru, ni mix wa rai wa rai, na hapa <tipo> na, na, nilijua ni Mixoni uwanja wote anatembea. Budo, Budo, tusamehe sisi wana Simba, tusamehe kama tulikukosea <tipo> nani Budo. ni <tipo> <tipo> <tipo> mchezaji hatari, ana high quality uwanjani na Budo kama ujui huyu atakuja kuleta kushangaza dunia hapa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Budo ndo anaenda kutuletea ndoo ya Afrika yule mpanzu ukitoa mlima Kilimanjaro Tanzania asilimali nyingine ni mpanzu huyu mpanzu anatakiwa alindwe unajua serikali inafanya kazi kubwa sana kuilinda Simba kwa sababu Simba anaenda kushangaza dunia lazima Simba ilindwe. Mchezaji wa Simba kutu, anapotembea, anapokimia, anatambia na escort kwa sababu Simba ndio timu pekee tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Huyu huyu toka azaliwe hajawai kuona lile kombe. Huyu nyinyi waandishi wa nyuma wote kombe haujawai kuliona, umeliona wapi? Yanga nyege aliona kombe? wameona kwenye picha. Yanga kombe ameona kwenye picha, uliona wewe kombe tunalileta sisi, wao utapiga nalo picha, nwe tutapiga nalo picha, tunalitembeza nchi nzima, kombe tunalinganana kwa kombe letu. Sikiliza na sisi kama wajui, sisi shida yetu ilikuwepo tarehe, sio kucheza dabi. Hiyo dabi watajaza wao waje wa, nisikilize, sisi shida yetu ni tarehe Uzuri, bodi ya ligi imepanga tarehe. Kiufupi, mechi ipo. Wao watajaza wao waje, sawa. Wasipokuja, sawa. Tunachokijua, mechi ipo tarehe kumi na tano tu... Narudia, nisikilize, nisikiliza, mnielewe, sisi shida yetu ni tarehe. Uzuri, tarehe imepangwa, tafsiri yake mechi ipo. Waje, watajaza wao; wasije, watajaza wao. wanatakiwa Yanga, waone, wawone aibu. Sikiliza, wameenda kasi, wameambiwa nendeni bodi ya ligi. Wamepeleka barua kisirisiri serikalini, nendeni bodi ya ligi. Wameenda bungeni, nendeni bodi ya ligi. Wameenda kwa mganga, nendeni bodi ya ligi.